Pia hata senti kwa kulike kuposti mipicha kulike nini, kuwasiliana na ndugu zetu bure kupitia Vodacom power to you. Unaambiwa picha inayo trend ina mtoto wa Diamond Platnumz na mtoto wa Kiba alafu, kuna maneno anasomeka, natamani mtakapokuwa watu wazima muwekapo, ili baba zenu si wanabifu na waona na waona, mnakula tu ubuyu sasa. Uku na uku na uku uku na uku, shirawadu wana ubuyu kwamba eti kuna bilionea mkubwa mzito wa nchi hii ametangaza nia nia ya kumtolea mahari mwanaye mdogo wa kiume ili baada iwa mkubwa aje kumwoa Tifa. Bilionea anataka aanze kutoa mahari mapema, na nimepata ubuyu kwamba anataka atajiwe dau kiasi gani? huku na huku huku na huku, kitonge cha XXL kitonge cha shirawadu bang, diamond huyu hapa bwana anachibu shirawadu wana ubuyu kwamba kuna bilionea amesema yuko tayari kumtolea mahari mwanaye amuoe Tiffah. Sijui yake wanazo alete tu hela <laughs> We baba, sio mtu wa spoti spoti eh? Tampiga hela zake atoka amini. <laughs> <laughs> Mahari inaweza ikawa kama kiasi gani, chibu, kwa binti yangu? Eh, unaongea na mimi, unaongea na simu? Ndiyo, kwa binti yako Tiffah. Ah, eh, sijajua lakini sio kutoa bule, usamuo sina tuje si na kitabu ah hapo era bro eh eh amna hii itakuwa tuniera nyingi bro na uoni kwamba atakuja kukulaumu kwa wewe kuchukua mahari mapema labda mwenye atunuku na zingue lakini kama kinsikiza babake atapiga era nyingi katika siku yake ya kuolewa kwa hiyo mtonyo ukitolewa haitojadilisha umri wa Tiffah sasa hivi hawezi kuolewa sasa hivi ni uongo mahari kutolewa mapema atumekea aike tu era yake tuifanye biashara dola milioni moja vipi